Hizi ni update hii za wakati huu kuhusu Red Devils United. Hatimaye Bruno Fernandes Bruno Fernandes rasmi amekataa ofa ya kwenda kujiunga na klabu ya Al Hilal Al ya kule Saudia na akitaka kubakia katika soka la ushindani barani Ulaya na tafsiri yake ni kwamba Bruno ataendelea kuwatumikia Manchester kuelekea msimu ujao kwa kwa namna ambavyo ilivyo. Kwa takriban wiki moja, wakala wa Bruno Pino alikuwa nchini Saudia kwenye mji wa Riyadh kufanya mazungumzo ambayo yalikwisha kwenda katika stage nzuri, lakini maamuzi ya mwisho yalisalia kwa mchezaji mwenyewe Bruno Fernandes ambaye angepata mshahara kubwa zaidi mara tatu ya ule ambao anaopata Manchester United, akitarajiwa kwamba angeingiza kiasi cha pauni laki saba kwa wiki, lakini hatimaye Bruno Fernandes ameamua kusalia kwenye klabu ya Manchester United, na hii imekuja muda mfupi tu kutoka siku ya leo asubuhi ambako imeelezwa na vyanzo vingi Fabrizio Romano, The Athletics, lakini pia vyanzo vingine vya kuaminika ambavyo vimeripoti kwamba Bruno amerejekti ofa ya kumpeleka Saudia na akitaka kuendelea kucheza soka la ushindani barani Ulaya. Hii ni habari ambayo itakuwa imewafurahisha watu wengi, lakini pia itaweza kuwa labda imeleta Uh, sintofahamu kwa watu kadhaa, kwa sababu ilikuwa natarajiwa kwamba kuuzwa kwa Bruno kwa pauni milioni mia moja kungeweza kujenereti fedha ambayo ingesaidia kufanya usajili mwingine, lakini uh, Bruno ataendelea kusalia kuwa mchezaji wa Manchester United kuendelea sizon ijayo. Lakini klabu ya Brentford imetangaza price tagi ya nyota wake uh, Bran Mbeumo, na hii inakuja baada ya jana Bran Mbeumo kusema kwamba anatoa ile green light ya kuweza kujiunga na Manchester. Kwa hiyo uh, klabu ya Brentford ya Manyuki wameweka price tag ya Mbeumo ambayo mtu anayemtaka anaweza kuifikia. Wao wanataka zaidi ya pauni milioni sitini ili mchezaji huyo kuweza kuondoka, na ikiwa wamesaliwa na miaka miwili ya kuendelea kuwatumikia. Uh, the b kwa hiyo uh, hiyo ndio price tag ya Bryan Mbeumo ya pauni milioni 60. Wanasema wenyewe nataka zaidi ya pauni milioni 60, lakini update nyingine kwa sasa ni kwamba huenda Omar Solet uh, kitasa kutoka kule Udinese nchini Italia akawa ndiye mchezaji wa pili kusajiliwa na Manchester. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilizopo ni kwamba uh, nyota huyu kutoka Udinese tayari amekwisha kufikia makubaliano ya kimsingi na Manchester na huenda akawa ndio nyota anayefuata baada ya Mathew Cunha. Kambi yake imekwisha kufanya mazungumzo ya kina na Manchester, na scout wa Manchester walimfuatilia karibu msimu mzima Omar Solet. Kwa hiyo, huyu ni nyota mwingine ambaye huenda akawa anataja kujiunga na Manchester hivi karibuni. Taarifa kumuhusu Rasmus Hoyland. International Milani wameanza mazungumzo na kambi ya Rasmus Hoyland ili kuweza kupata saini ya nyota huyo, ambaye sizo iliyopita ilikuwa ngumu kwake ndani ya Manchester, akishindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo International Milani wanatafuta striker wa kuenda kuongeza nguvu na Rasmus ndio mtu ambaye anayetajwa, lakini pia Rasmus mwenyewe anataka kurejea Italia ambako anaona huenda akaenda kufanya vyema kama ambavyo walikuwa wanafanya na klabu ya Atalanta kabla ya kujiunga na Manchester United. Subscribe, like, share kwa update nyingi zaidi kwa husu Red Devils.